Ndugu zangu, wasafiri wenzangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Eh, natumaini mnaendelea vizuri na safari na, basi hizi safari tunaenda nayo kwa rezima inaendelea vyema. Naelewa sana mapambano ni magumu sana, maana lazima kweli kusimamia malengo, sala, maombi na yale tuliyojiwekea katika safari, kitu ambacho kiukweli si rahisi sana. Lazima tuzidi kupambana sana na mimi nawaombea sana katika safari ili kile ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka ndani mwako au kile ambacho amekiweka katika sala na maombi ya kipindi hiki cha Kwaresma kweli mwisho wa siku kiweze kutimia, nao useme na, na ushuhudie kwamba kweli kwa eh, Kwaresma ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano ilileta matunda, ilizaa matunda katika safari yangu ya kiroho. Ni e jambo la neema sana, na naomba hii baraka hii usikae nazo peke yako, bali jaribu kuwakaribisha wengine tusafiri nao katika safari e, kwa kushare kulike, kucomment, kusubscribe na kusambaza kwa wengine, kama nilivyosema, ili waweze kupata neema hizi, na uwaalike fungane nao katika safari. Naamini wengi tulioanza nao wanajua namna ya kufanya hivi kupitia linki ya chaneli yetu hii nzuri. Naomba leo sasa, ndugu zangu, e, wasafiri wenzangu tuangalie kitu kimoja hivi. Ni kitu flani kizuri sana, nitakieleza ili ukielewe, maana nimeulizwa sana na wasafiri waliokuwa wengi katika kipindi hiki. Iko hivi, tulipokuwa tunatoka eh, kule Misri, tunaanza safari, kuna jambo moja kubwa sana lilijitokeza, lakini wengi tutusichukulia sana maanani, lakini ni jambo ambalo liligusa maisha ya wenzetu ambao tuliwaacha huko Misri. Nalo nini tukio hili au jambo hili? Lilikuwa ni msiba, lilikuwa ni msiba, narudia tena, ilikuwa ni msiba, ilikuwa ni huzuni sana, yalikuwa ni machozi makubwa sana, na lilikuwa ni janga kubwa sana la ndugu zetu tulikaa nao sana huko Misri. Eh, na tuliwasikia watoto wao wa kwanza wa mifugo na wa viumbe vyote walikuwa naishi navyo vilipata majanga, vilifariki. Na unaweza ukakisoma hicho katika kitabu cha Kutoka ile sura ya kumi na moja aya ya nne mpaka ya nane. Naomba niseme hivi, wakati Mungu anaongea na Musa, Musa akasema Bwana asema hivi, alikuwa anamwambia Farao, kama usiku wa manane mimi nitatoka nipite kati ya Misri, na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa, tangu yule mzaliwa wa kwanza wa Farao aketie katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa huyo kijakazi aliye pale nyuma ya jiwe la kusagia, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. ndipo kutakuwa na kilio kikuu katika nchi yote ya Misri ambacho mfano wake haukuwa, haujakuwa bado majira yoyote, wala hautakuwako mfano wake tena kabisa. Lakini katika wana wa Israeli hapana hata mbwa atakayetoa ulimi juu yao, juu ya mtu, wala juu ya mnyama ili kwamba mpate kujua jinsi Bwana anavyowatenga wamisri na Waisraeli. Tena hawa watumishi wako wote watanitelemkia kwangu mimi, nao watanisujudia wakisema, toka wewe na hawa watu wote wakufuatao, na baada ya hayo nitatoka. Basi akatoka kwa Farao na hasira kuu. Musa akatoka. Tumesikia haya ni maneno ya Musa akimweleza Farao, lakini haya ni maneno ya Mungu aliyoelezwa na e, ni maneno ya Mungu aliyomweleza Musa. Hebu tuende taratibu hapa na maneno haya yanatekelezeka, au Mungu anayatekeleza. Ukienda ukisoma kitabu cha Kutoka ile sura ya kumi na mbili aya ya ishirini na tisa mpaka thelathini tunasikia tunasikia vizuri kabisa: hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Ndugu zangu, hapa ndipo sasa kuna swali ambalo tutataka tuliangalie leo. Kuna kitu ambacho jaribu kukiangalia leo. Swali ni kwa nini hawa wenzetu wa Misri wapitie haya? Wasafiri wenzangu, tafakari hili vizuri. Ni kweli muda mwingine unaona katika maisha ya kawaida unashuhudia janga fulani linatokea katika maisha ya wengine, lakini sio kwako kwa nini Mungu anaruhusu majanga yatokee kwa watu wengine na siyo kwako? Kitu gani Mungu anataka kusema kwa majanga yanayotokea katika maisha ya watu wengine na siyo kwako, wewe unabaki salama tu? Iko hivi, ushawahi kujiuliza, wakati mwingine mtoto wa mwenzako anafariki ila wako anabaki kuwa mzima? Ushawahi kujiuliza mtoto wa mwenzako anazaliwa na ulemavu ila wa kwako anazaliwa mzima? Ushawahi kujiuliza mtoto wa mwenzako anafeli mitihani ila wakwako kwako anafaulu vizuri kabisa? Ushawahi kujiuliza mtoto wa mwenzako anapata mimba katika umri mdogo ila wako unamuoza au wanaoa vizuri kabisa? Ushawahi kujiuliza mtoto wa mwenzako anapitia mateso, anakuwa yatima, anakula jalalani, anaokota makopo, anaishi kama ombaomba omba, analelewa katika vituo vya watoto yatima, lakini wako anamlea vizuri katika nyumba na anafurahia maisha yake. Kwa nini Mungu aruhusu wa, wa huyu apitie lakini wakwako wabaki salama? Hivi ushawahi kujiuliza kitu kingine, unasikia swala la ajali, magonjwa, majanga, machozi, huzuni kwa jirani yako, lakini kwako wewe nyumba yako inabaki salama na unafurahia maisha. Hivi ushawahi kujiuliza, kwa nini ni wengine na sio mimi? Hilo swala la msingi sana. Kwa nini watoto wa wengine wafe, watoto wa Misri wafe ila wetu wabaki salama? Naomba nikwambie kitu hivi. Mtakatifu Agustino anasema hivi katika hili, Mungu wetu huwa anajitahidi sana kutupa vilivyo vizuri, ila mikono yetu ni migumu sana kupokea. Kwa maneno mengine anataka kusema hivi kuwa mara nyingi Mungu anatupatia yaliyo mema sana, ila tunashindwa kuyapokea kwa sababu ya ugumu wa mioyo yetu. Kiburi cha madaraka ya Farao kilimponza, na sio kwamba kilimponza yeye tu, bali kilimponza yeye na taifa lake kwa ujumla. Naomba niseme ukweli, wakati mwingine Mungu anatuonyesha ishara nyingi ili kutuepusha na hatari nyingi zinazoweza kutokea mbele ya safari yetu ya maisha. Anaweza kutumia marafiki, anaweza kutumia wazazi, anaweza kutumia watu wetu wa karibu hata wakati mwingine matukio fulani taratibu kutuonyesha kwamba kuna hatari mbele inakuja, lakini ugumu wa mioyo yetu kama Farao, ugumu wa akili zetu kama Farao, inasababisha au unasababisha viburi ambavyo baadaye vinapelekea tunapata majanga. Majanga yanapotukuta tunaanza kulia na kuomboleza. Hivyo tuombe sana neema ya kusoma alama za nyakati na kusikia sauti ya Mungu inayoongea pamoja nasi kabla ya majanga makubwa kutokea mbele ya safari yetu. waenga wanasema, usipoziba ufa utajenga ukuta. Wengine wanasema, majuto ni mjukuu. Wengine wanasema, ogopa kwa kuwa ningalijua kuja mwishoni. Omba sana neema hiyo ya kuona hatari inayokuja mbele kabla haijatokea, maana Mungu huwa anaongea pamoja nasi. Jambo lingine la kujifunza katika hili la mwisho, mateso sio adhabu. Mateso sio adhabu mbele ya Mungu, muda mwingine mateso sio adhabu. Imani yetu hii ya Ukristo imejengwa katika mateso, tunafahamu juu ya msaraba. Katika Biblia tunajifunza vizuri kuwa mateso ni njia ambayo Mungu anaweza kuitumia kwa ajili ya kutakasa, kutubadilisha na kutufanya tuwe na mtazamo mpya na kuwa imara kama dhahabu inavyosafishwa katika moto. Mateso muda mwingine yanatuongezea thamani mbele ya Mungu na mbele ya watu. Nitakupa mfano, kuna wakati mwingine ukiangalia historia yako unajikuta unatabasamu tu licha ya magumu uliyopitia Magumu yale japo yalionekana kukuumiza yalikuimarisha, japo yalionekana kukudidimiza udongoni, kumbe yalikuwa yanakupanda kama mbegu nzuri uweze kuchipua. Yalionekana kukuzika, kumbe yalikuwa yanakutengeneza ili uweze kufufuka na kuwa mtu mpya. Hii ni ajabu sana. Muda mwingine kuna hadithi za watu, tukiwa wakweli, tukizisikia zinatupa funzo na kutupa moyo kwamba mambo yanawezekana. Nitakupa mfano Nelson Mandela alifungwa kwa miaka ishirini na moja gerezani kabla ya kuachiwa tarehe kumi na moja mwezi wa pili mwaka elfu moja mia tisa tisini na kuwa rais wa Afrika Kusini. Mtakatifu Josefina Magdalena Fortunata Bakita alikuwa mtumwa kwa miaka mingi sana huko Sudani. Mwili wake ulijaa majeraha na makovu ya minyororo kabla ya kuwa sista na mtakatifu huko Italia katika shirika la Wakanosa. Mtazame katika Biblia, tazama historia ya Musa, Daudi, Yusufu, unaweza ukagundua makubwa sana hayo. Tuje katika ulimwengu wa sasa hivi, tumtazame kijana mmoja anaitwa Nicholas James Vujisiki, alizaliwa mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu moja mia tisa themanini na mbili akiwa na ugonjwa uitwao Tetra Amelia Syndrome. Hii ni hali ya kutokuwa na miguu wala mikono. Wazazi wake walimkimbia au kumpokea alipozaliwa akiwa hospitalini, kabla ya baadaye kidogo kumkubali, lakini kwa shingo upande. Alipopelekwa shule, vijana wenzake walimtelekeza, wakamwacha na kumsema. Alijaribu sana kujiua, lakini ilishindikana. Baadaye alipokea hali, akaanza kuhubiri akiwa na miaka kumi na saba, akapata digri yake ya kwanza akiwa na miaka ishirini na moja. Sasa hivi ameoa mke mzuri na ana watoto wanne, wawili wa kiume, wawili wa kike. Anasema yeye Nicholas, usipoona miujiza wewe kuwa muujiza. Kwa hiyo ndugu zangu, wasafiri wenzangu, kumbe wakati mwingine Mungu anatumia matatizo ya wengine kutupa sisi funzo, anatumia matatizo ya wengine kutuonyesha ukuu wake na hasa kutuimarisha kuwa kwake maji ya kimwagika yanazoleka, la kuvunda lina ubani, wa mbili anavaa moja, mambo yajaisha mpaka seme yameisha. Kwake hakuna lisilowezekana, mambo mengine yanatokea ili kuonyesha ukuu wake. Kama nilivyosema, naweza ukasoma hizo habari katika Injili ya Yohane ile sura ya tisa, aya ya kwanza mpaka ya arobaini na moja. Mungu anatuonyesha kupitia wengine ili yakitokea kwetu tubaki kuwa na imani, tubaki kuwa imara. Tuombe sana neema ya kuelewa hili na tusimame imara katika safari hii ya Kwaresima, hii safari ya ulimwengu huu, siku zote imani isitereke tunapokutana na majaribu. Ndugu zangu, tuendelee na safari.